Tatuweni migogoro. Migogoro haina sababu, inafifisha sana maendeleo ya watu. Unavyouona mgogoro wa kwenye eneo lako wewe, basi ni sawa sawa na, na mgogoro wa nchi na nchi, mgogoro wa mtu na mtu, mgogoro wa nini na nini. Leo chukulia hali iliyoko Sudani Kusini, nani anakwenda shamba? Salva Kiir na Riek Bashar wameleta vita leo. Sudani ni umaskini. Migogoro ni adui mkubwa wa maendeleo ya watu, na hakuna kitu kibaya, ndugu zangu, kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Vita mbaya, vita ya hatari, bora upigane nchi na nchi. Sasa majirani hawaelewani. Wewe kiongozi, upo majukumu yako unayajua, hutaki kuyatendea haki. Kiongozi wewe una shida, na unapowaongoza hawatakuwa na imani nawe. Ndio semina hizi.